Kwanza mheshimiwa, karibu sana. Asante sana kaka Alphonse, jana vikao vimeanza na leo vimeendelea. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea kujifunza tukiwa kazini pia. Yeah. Bwana, hoja ambayo imeibuka ni kwamba wewe ni msanii wa bongo fleva lakini pia ni kiongozi. Vipi kuhusiana na hizi rasta sasa? Maana kamati nazo za maadili zinakutaka unyoe na mimi pia nikiwemo ni mjumbe wa kamati ya maadili. um, cha kwanza kwanza mimi ambacho naweza kuambia watu Uh, rasta ni imani, ni imani lakini tu, ukitoa imani, hata mimi kwenye dini yangu kinachoniambia kwamba rasta ili isiwe rasta iwe nywele ya mtu, yaani nywele ya mtu. Sasa hivi wewe kusaga ulifuga nywele yako umekata, ndio mimi nakuja naichukua naweka hiyo, ndio haifai. Lakini nywele ikiwa ya kwako, ina maana kwamba mimi hii hata kwenye ibada na swali, kwa sababu ni nywele yangu unaelewa ni nature ya mnyazimungu kwa hiyo, nature siku zote ni kitu ambacho kinavutia, na sisi kama wanaarusha tunajivunia nature. Ee, kanuni zinakutaka lakini unyoe, bado sijapita kwenye kanuni sana, lakini mimi ambacho nachoweza kujua ni kwamba endapo itabidi nikate nitakate. Ee, lakini nachoamini pia sio kwamba kitu ambacho kinaenda kufanya kazi ndiye kuwepo hapa ni mtu mwingine tofauti kabisa, lakini endapo itahitajika takata, lakini pia kumbukwe pia, nina kazi hii sio kazi. Ehe, nina kazi ambayo kazi yangu mimi ni ya sanaa, ambayo inajumuisha vitu kama mwonekano na nini. Mwonekano huu sio kwamba wewe ni mwalifu au wewe ni mtumiwa, bado unaweza ukawa na muonekano huu, watu na watu wakawa wanajua kabisa kwamba kumbe watu wa mwonekano huu wanaweza wakawa wako hivi wewe, watu wangapi ushaona? Ni watu wazima, lakini wanazeeka, wanakuwa unashangaa huyu hey, vipi? Lakini kwa kutana na mdogo mdogo tu yuko very wise Kwayo. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho mimi naweza nikasema wasikuchukulie tofauti yeah, kwa sababu Kitabu Kwayo, oh, ni paka ukifungue. Kwa hiyo tupiane muda. Ni mapema sana kuanza kujajiana kwa vitu vingine. Sasa hivi tuangalie kwanza kilichopo mbele yetu, twende tukatimize ilani ya Chama cha Mapinduzi na twende tukasimame haswa. Itabidi kunyoa utanyoa itakapobidi. Kwa... Eh, yeah, itabidi itakapo ninyoe kwa sababu sio pia ni kitu ambacho mimi ni, hii rasta ina mwaka nao wa tisa. Na huwa nakata, na napunguza na nini ndio mbona sikuione lakini ina mwaka wa tisa. Kwa hiyo sio pia ni kitu ambacho nilizaliwa nayo. Ni kitu ambacho nilikuwa niko inspired nikapenda rasta, nikaangalia imani yake, nikafekenyua, nikaamua kuwa rasta. Kwa hiyo endapo pia hukupata nitoe rasta, nitakuwa sina shaka, kwa sababu mwisho wa siku vitu vyote na sisi yote tuko chini ya kanuni, sheria na taratibu ambazo zimewekwa. Asante sana. Rasta iwe nywele ya mtu, yaani nywele ya mtu. Sasa hivi wewe kusaga ulifuga nywele yako umekata ndio mimi nakuja naichukua naweka hiyo ndiyo haifai lakini nywele ikiwa ya kwako ina maana kwamba mimi hii hata kwenye ibada na swali kwa sababu ni nywele yangu unaelewa ni necha ya mnyazimungu kwa hiyo necha siku zote ni kitu ambacho kinavutia na sisi kama wanaarusha tunajivunia necha eh... kanuni zinakutaka lakini unyoe. Bado sijapita kwenye kanuni sana, lakini mimi ambacho nachoweza kujua ni kwamba endapo itabidi nikate nitakata e, lakini nachoamini pia, sio kwamba kitu ambacho kinaenda kufanya kazi. Aliyekuwepo hapa ni mtu mwingine tofauti kabisa, lakini endapo itahitajika nitakata. Lakini pia kumbuko, pia nina kazi hii, sio kazi e, nina kazi ambayo kazi yangu mimi ni ya sanaa ambayo inajumuisha vitu kama mwonekano na nini. Mwonekano huu sio kwamba wewe ni mhalifu au wewe ni mtumiwa. Bado unaweza kuwa na muonekano huu, watu na watu wakawa wanajua kabisa kwamba kumbe watu wa mwonekano huu wanaweza wakawa wako hivi. Wewe, watu wangapi ushaona? Ni watu wazima lakini wanazeeka wanakuwa, unashangaa hey, huyu vipi? Lakini kwa kutana na mdogo mdogo tu yuko very wise. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho mimi naweza nikasema. Kwa hiyo asikuchukulie tofauti yeah, kwa sababu Kitabu Kwayo, oh, ni mpaka ukifungue. Kwa hiyo tupiane muda. Ni mapema sana kuanza kujadiliana kwa vitu vingine. Sasa hivi tuangalie kwanza kilichopo mbele yetu, twende tukatimize ilani ya Chama cha Mapinduzi na twende tukasimame haswa. Itabidi kunyoa utanyoa itakapobidi. Kwa... Eh, yeah, itabidi itakapo ninyoe kwa sababu sio pia ni kitu ambacho mimi hii rasta ina mwaka nao wa tisa. Na huwa na nakata, napunguza na nini, ndio mbona sikuione, lakini ina mwaka wa tisa. Kwa hiyo sio pia ni kitu ambacho nilizaliwa nalo, ni kitu ambacho nilikuwa niko inspired nikapenda rasta, nikaangalia imani yake, nikafikenyua, nikaamua kuwa rasta. Kwa hiyo endapo pia hukupata nitoe rasta, nitakuwa sina shaka, kwa sababu mwisho wa siku vitu vyote na sisi yote tuko chini ya kanuni, sheria na taratibu ambazo zimewekwa. Asante sana.